Kwa hiyo hujawahi kutana na mwanaume? Wewe ni bikira, wewe ni bikira kabisa? Yani hujajua, hujui masuala ya ya kujamiana. Kujua vipi? <laughs> kujua si elimu, kufanya <tolose> kufanya hapana, ila uelewa kwamba jambo fulani wanafanya unao, na na una miaka mingapi? Ishirini. Wanajua kama bado kama bado wewe ni bikra? Mama anajua au amini amini, kama mwanangu bado bikra, nikaguaga, si aibu Usirudie mada, usirudie mada tafadhali. <laughs> naomba usirudie <umbo> mada. <laughs> <laughs> tuishi hapo. <laughs> tumpe tu tuongela basi okay. <laughs> Ila jinsi anavyo protect wewe ache! <laughs> oh. oh. Ongera mama <laughs> ah. Ha, kwa hiyo kabisa <laughs> anakagua kabisa. Kama bado ipo au ipo. Ana confirm. Ana confirm, ah mwanangu bado ipo. Tena utamwambia ulienda eh, wapi? Eh. Ulienda wapi ukapatana na nini? Eh. Yes, ni vizuri sana kwa wamama <laughs> ambao bado wana msimamo kuhusu vikuku ambavyo watu wanafaa wanavaa miguuni vina tafsiri gani kwa mwanamke <laughs> Ona, miguu tena yote hivi bina urembo. Urembo mm. Urembo uh -huh. Ni urembo tu kama urembo mwingine. Vikuku ni urembo mm. Kwangu mimi bina. Kwa kuewe? mi naona eh, kama urembo na kwa wengine tena kwa wengine nao ni urembo, urembo, lakini watu wana tafsiri yao. Tafsiri gani? si wanavyomaanisha ukivaa kimoja unatumika sehemu moja, ukivaa miguu yote kwao, kote kote kunatumika ndio taka <laughs> huko. Yani unaweza mkaenda hotelini mnalipa hoteli elfu yeah, sabini yeah, elfu themanini. Anaweza akaja ah, tu leo limelewa sana. <laughs> kesho asubuhi tutafanya, naambia haya, sawa. Ikifika asubuhi siku nyingine bado kichwa kinaniuma. Okay. hivyo kwao una, unakuta unaondoka tu hivi hivi na hela anakupa <laughs> yani mnakaa mna mnachukua hoteli mm, ya gharama e, na unakula vizuri kila kitu na, mm, like na hajafanya kabisa na afanyi chochote, anakwambia eti anaumwa kama nimeelewa sana ah, kesho asubuhi yeah. kesho asubuhi kifika bado kichwa kinaniuma kwa siku nyingine sawa. Namwambia na wewe mwenyewe hata hukuwa kushtuka kusema vipi? Kwanini hasa mi sinamjua mtu nikuwa na mahusiano naye na miaka kama mitatu hivi, kwa hiyo namjua, unajua kabisa mbo yani. Maana kuna siku pia mambo yalikuwa ya, yalikuwa pia ya mazuri upande wake au Siku. Yaani kuna siku anafanya kabisa anasema yes, leo. Aa, kafanya siku moja tu na haijai kujirudia tena eh, kwenye hiyo miaka mitatu eh, siku moja tu. hawezi kuvumilia mwanaume asiyekuwa na nguvu za kiume, wawezi kumvumilia eh, hebu rudia. <laughs> <laughs> asilimia nyingi yaani hata 89. Eh. Yani, tisa eh, wanawake hawawezi mm. kuwavumilia mm wanaume wenye shida ya nguvu za kiume <laughs> asilimia kubwa As themanini mm. ya wanawake hawezi wakawavumilia wanaume ambao wana shida ya nguvu za kiume mm, kwa kwa sasa hivi mm. Kwa nini si watu, yani watu asilimia nyingi wanataka wafikishwe kileleni na sasa hivi wanawake wengi yeah. hawafikishwi kileleni eh. <laughs> Shida ndo inapoanzia <doida> <laughs> <laughs> sasa kwa hiyo hujue ukuta na mwanaume. Wewe yeah. ni bikira, wewe ni bikira kabisa, yani hujajua hujui masuala ya ya kujamiana. Unajua vipi? Kuna kujua si elimu kufanya. Kufanya hapana, <coughs> ila uelewa kwamba jambo fulani wanafanya unao. Mhm. Mm. Na na una miaka mingapi? Ishirini. Ni shigene. Na wanajua kama bado ni kama bado wewe ni bikira? Mama anajua kama manangu waivika nikaguaga. <laughs> Aibu, usirudie mada, usirudie mada tafadhali, naomba usirudie mada, tuishi hapo. <laughs> Tumpe tuongela

Ni vizuri sana kwa wamama wa ambao bado wana msimamo kauko kau. Yani unaweza mkaenda hotelini mnalipa hoteli elfu sabini elfu uh -huh. themanini uh -huh. anaweza akaja, ah, tu leo limelewa sana <laughs> kesho asubuhi tutafanya naambia ya sawa. Ikifika uh -huh. e asubuhi uh -huh. ah, siku nyingine bado kichwa kinaniuma. Okay, Hivyo kwa unakuta unaondoka tu hivi hivi na hela anakupa, yaani mnakaa mnachukua hoteli ya gharama, na unakula una una una vizuri, kila una kituna, mm, like hajafanya kabisa, hafanyi na chochote, anakuambia eti anauma e. Nakwambia nimelewa sana. Kesho asubuhi, yeah. Kesho asubuhi kifika bado kichwa kinaniuma, kwa siku nyingine sawa, namwambia na wee. mm -hmm. Mwenyewe hata hukue kushtuka, sema vipi hasa. Mi sinamjua mtu nikuwa na mahusiano naye na miaka kama tatu hivi, yeah. E, kwao unamjua, unajua kabisa mbo mm -hmm. Uh, yeah, yeah, yani ya maana, kuna siku pia mambo yalikuwa yalikuwa pia mazuri upande wake au yaani kuna siku. siku anafanya kabisa anasema yes leo. Aa, kafanya siku moja tu na haijawahi kujirudia tena eh, kwenye hiyo miaka mitatu eh, siku moja tu. hawezi kuvumilia mwanaume asiyekuwa na nguvu za kiume, wawezi kumvumilia arudia hey, <laughs> asilimia nyingi eh, yaani hata themanini na tisa eh, wanawake hawawezi mm. kuwavumilia mm wanaume wenye shida ya nguvu za kiume <laughs> asilimia kubwa As themanini mm -hmm. ya wanawake hawezi wakavumilia wanaume ambao wana shida ya nguvu za kiume mm -hmm. kwa sasa hivi kwa sasa hivi kwa mm -hmm. nini, si watu, wana yani watu asilimia nyingi wanataka wafikishwe kileleni na sasa hivi wanawake wengi hawafikishwi kileleni, shida ndio inapoanzia sasa.